tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto alikamilisha ziara yake ya kikazi ya siku nne katika kaunti ya magharibi mwa Kenya kwa ahadi ya kuhakikisha miradi ya maendeleo imetekelezwa katika maeneo yote ya nchi. Jumapili, Rais alikagua ujenzi wa hospitali ya Kakamega level 6, ambako alipongeza jukumu linalotekelezwa na wafanyikazi wa afya kwa jamii. Siku yake ya mwisho ya ziara ya kimaendeleo magharibi mwa Kenya Rais William Ruto alikagua kazi ya ujenzi wa hospitali ya Kakamega level 6, huku akimpongeza gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa kwa kuendeleza ujenzi wa miradi iliyoanzishwa na mtangulizi wake Wycliffe Oparanya, na akaahidi kuunga mkono ukamilishaji wake. Nimemweleza huyu ndugu yangu Barasa ya kwamba sasa hii hospitali kwa sababu ni kubwa, aniwachie inatoshana na mimi nitengeneze nimalize ndio watu wa Kakamega wapate hospitali level 6. Kiongozi wa taifa pia alikariri kujitolea kwake kufanikisha utekelezaji wa mpango wa afya kwa wote, huku wakitambua jukumu muhimu linalotekelezwa na wahudumu wa afya kwa jamii. Hatutaki afya iwe ni starehe ya watu matajiri na walio na pesa na walio na kazi tunataka afya kulingana na katiba ya Kenya iwe ni haki ya kila Mkenya, awe na kazi asiwe na kazi, awe na pesa asiwe na kazi, maskini na tajiri, sisi wote. Baada ya Rais William Ruto alihudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la African Divine Church huko Gamalenga, eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga. Kuna barabara zilikwama hapa, nimezikwamua zote. Kuna barabara mpya tulikubaliana na hawa viongozi hizo barabara nimekuja kuzianzisha. Rais Ruto aliahidi kuendelea kutekeleza sera za kuwezesha ili kuunga mkono maeneo ya nchi hii ambayo kwa muda mrefu yamesalia nyuma kimaendeleo. Kwa hivyo, mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa hapa Vihiga, tumeweka mpango ya serikali. Hapa Vihiga tunataka tuwajengee nyumba elfu kumi na nimekubaliana na hawa ndugu zetu waheshimiwa tunataka kujenga ya kwanza hapa Hamisi elfu moja. Pia aliangazia baadhi ya miradi ambayo serikali inatekeleza katika kaunti ya Vihiga ili kuinua viwango vya maisha vya wakazi wa kaunti hiyo. wa kiwashira Darubini.